Migogoro ya ardhi imekuwa mingi sana, na kati ya hiyo migogoro tuna migogoro ya ardhi lakini tuna migogoro ya mipaka. Naomba afisa ardhi, sitaki kusikia migogoro ya mipaka baina ya kijiji na kijiji ama kijiji na kitongoji. Kwa vijiji hivi ambavyo Ndungu vina migogoro ya mipaka, nawapa mwezi mmoja naomba mfuatilie, hakikisheni kila kijiji kina ramani yake, hakikisheni migogoro tunaimaliza na hawa watu wakae kwa amani. Lakini niwaonye watu wote ambao wamekuwa wakivamia maeneo ya serikali, ni marufuku kuvamia maeneo ya serikali na maeneo mengine ya taasisi za serikali. Niwaombe sana halmashauri, haya maeneo yapimwe, myawekee beacon na ikiwezekana myazungushie ili watu wasiyavamie. Nimefika wili watu arizi, na watu wa Ndungu wanavamia ardhi na kujimilikisha ardhi bila utaratibu. Wanakwenda wanavamia maeneo wanakata maikari kwa maikari, hawataki hata watendaji wa vijiji wawaulize au wwajelitiwaijii wananchi wengi wakata hii wamekuwa ni watu wa kesi kila kukicha, na watu wasiopungua watatu au wa wanne. Kwa hiyo wananchi hawa hawawezi kutulia kwa ajili ya kushitakiwa, na hao watu wekwe mpango maalum waavisha kwamba wavamizi wote wanafika kwenye vyombo vya sheria hasa swala la uvamizi wa maeneo ya taasisi za serikali.